Bara la Afrika limeanza kushuhudia kile wachambuzi wanakiita wimbi jipya la mageuzi ya kisiasa kufuatia chaguzi kadhaa zilizofanyika katika kipindi cha hivi karibuni na kuibua mabadiliko katika ushiriki wa wananchi na uwajibikaji wa viongozi. Katika nchi nyingi, wananchi hususan vijana wamelishinikiza vuguvugu hili kwa kupaza sauti kuhusu utawala bora, kupinga ufisadi na kuzitaka tume za uchaguzi zinazofanya kazi Mwitikio huu umeongeza ushindani wa kisiasa na kuzilazimisha serikali kufanya marekebisho katika mifumo ya kisiasa na kisheria. Hapa kuna mifano mitano ya serikali tawala barani Afrika zilizoondolewa madarakani kupitia chaguzi au mchakato wa kidemokrasia hivi karibuni, yaani baada ya mabadiliko kwa nguvu zilizotokea. Botswana, katika uchaguzi wa mwaka 2024, chama cha upinzani Umbrella for Democratic Change au UDC kiliishinda na kuondoa chama kilichotawala kwa zaidi ya miaka hamsini na nane Botswana Democratic Party. Hapo serikali ya muda mrefu ilipoteza kiti kwa amani kupitia kura. Zambia, uchaguzi wa mwaka 2021 ulileta ushindi kwa mgombea wa upinzani Hekinde Hechilema akimdhibiti rais aliyetawala hapo awali Edgar Lungu. Hii ilimaanisha mabadiliko ya serikali kupitia matokeo ya uchaguzi. Ghana, katika mizunguko ya uchaguzi unaojumuisha matukio ya mwaka 2024 2025 Ghana ilikuwa miongoni mwa nchi ambazo chama kilichotawala kilipoteza nafasi na upinzani ukapona kuonesha mapinduzi ya kidemokrasia. Senegal, uchaguzi wa karibuni ulipelekea upinzani kuishinda na kuigaragaza serikali iliyotawala kama sehemu ya mfululizo ya nchi kadhaa zilizoshuhudia mabadiliko ya mamlaka. Wachambuzi wa siasa za Afrika wanasema huenda mwelekeo huu ukawa ishara ya zama mpya za mabadiliko, ingawa kasi yake inategemea mazingira ya kisiasa ya kila nchi na nguvu za taasisi zake. Samuel Kanah, Runinga ya Kibu.